Ndege ya abiria ya shirika la ndege la India imeanguka muda mfupi baada ya kupaa kutoka kwenye uwanja wa ndege wa Ahmedabad, magharibi mwa India, leo alhamis Ndege hiyo aina ya Boeing 787 Dreamliner ilikuwa imebeba watu 242 na ilikuwa ikielekea uwanja wa ndege wa Gatwick nchini Uingereza. Taarifa kutoka shirika la Air India na polisi zinasema ndege hiyo ilianguka kwenye eneo la makazi ya watu karibu na uwanja wa ndege ya dakika chache baada ya kuruka. Hadi sasa haijathibitisha ikiwa kuna vifo, huku juhudi za uokoaji zikiendelea. Kwa mujibu wa mtandao wa Flight Radar 24 ndege hiyo ilipaa saa saba na dakika 39 mchana kwa saa za India na kuripoti hitilafu muda mfupi baadaye kabla ya mawasiliano kukatika ghafla. Air India kupitia ukurasa wake wa X zamani Twitter, imesema kwa sasa inakusanya taarifa rasmi na itatoa taarifa kamili baadaye. Hii ni ajali mbaya ya ndege nchini India tangu mwaka 2020 na ambapo watu 21 walipoteza maisha katika ajali ya ndege ya Air India Express. Tutaendelea kukuletea taarifa kuhusiana na ajali hii ya ndege na vile ambavyo vimejitokeza katika ajali hiyo. Hii ni toka Zamani TV News, up to date. Mimi ni Shehani Mzeina.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 Tze at gmail.com. Top one College of Health and Allied Science. We are the way to your success.